Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni Rabbuna yani mlezi wetu, Mwenyezi Mungu mtukufu, khalaqa lana al-alusuna lalsuna, ametuumbia sisi ndimi zetu lisanan. Ihfadh lisanaka, protect your tongue, uhifadhi ulimi wako. Ulimi huu ni kitu muhimu sana na ni kitu hatari sana ndio maana akatupa nasaha nzuri sana sote sisi, kila mmoja kwa nafasi yake, ikiwa anaongoza au anaongozwa, anasimamia au anasimamiwa, ikiwa ni mdogo au ni mkubwa, adabu hii ni kwa wote, kwamba tutumie ndimi zetu wa kusema mazuri. Ikiwa hatuna mazuri ya kusema, basi ni bora ukakaa kimya kuliko kusema ambalo si la kusemwa. Na katika haya, katika hadithi sahihi ambayo ni mutafaqun alayhi, imepokelewa kwa itifaqi ya Imam al-Bukhari na Muslim, ni katika hadithi sahihi tani, katika asahu riwayati fil akhlaqi wal adab, katika mlango wa heshima na adabu na tabia njema. Basi hii ni katika hadithi sahihi kwelikweli, ambayo mwenye akili hataki kuambiwa sherehi na maana yake kwa upana sana, yatosheleza kufahamu yafuatayo. Ametuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hiyo, akipokia sahaba Abu Huraira radhiallahu taala anhu, anasema qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ya kwamba man kana yuminu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan au liyasmut yeyote au mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho basi aseme mazuri aseme yenye khairi au anyamaze kimya afunge mdomo wake ikiwa e hawezi kusema mazuri basi ni bora akafunga mdomo wake hata laumika kwa sababu hakusema akisema bila kutafakari, akakosea akasema ambayo si mazuri kusemwa, itampelekea yeye sasa kuwa anasemwa kwa aliyoyasema, kwa sababu hayakuwa mazuri. Na ndio maana sasa tukaambiwa kwamba akaikimya endapo itakuwa hana mazuri ya kusema, na walisema wataalamu ya kwamba Speak goods or remain silent. Good or remain silent. Sema mazuri au kinyume chake ka kimya. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa unazungumza ambayo sio, unapelekea wale watu ambao nao sio wakafahamu, sio kuwa ndio falsafa, si itafahamika vizuri hii, kwa maana inatakiwa mtu aseme ambayo ndio yatafahamika kwa watu wote, hata watu ambao sio wanaweza kuyafahamu, itakuwa nakataa tu kwa sababu ya ubishi wao na kukanusha kwao, kamasna imeeleza kule kwamba wajahadu biha, watakanusha tu watu, lakini kwamba ya kweli huwe nafahamika kwa watu wote, hata wale ambao watakuwa hawakuyataka watayafahamu kwa sababu ni ya kweli. Na katika hayo tukaambiwa kwamba beware of hatful, kuwa mbali kabisa na kusema maneno ambayo yatapelekea kujeruhi. Hadfulwali, usifanye maneno ambayo yanapelekea kujeruhi fikra na hisia za wengine. Wallahu taala alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.